Je, yeah, umewahi kumwamini mtu mpaka ukampa siri zako, alafu siku moja ikawa siri zako hazina thamani tena kwao? Au umewahi kusukumwa chini, sio na adui, bali na mtu uliyekula naye mezani? Karibu Fikra Sahihi, na kabla hatujapiga mbizi ndani ya ukweli mchungu ambao Robert Greene aliandika kwenye The 48 Laws of Power, hakikisha unabonyeza like, comment subscribe na share, maana sheria ya leo inaweza kukuokoa na maumivu ambayo hujafikiria unaweza kuyapitia. Sheria ya pili inasema kwa kifupi, usiweke imani kubwa kupita kiasi kwa marafiki, jifunze kutumia hata nguvu ya mtu aliyewahi kukupinga. Hii sio sheria ya ukatili, ni sheria ya kupona, ni sheria ya kuhifadhi moyo. Ni sheria ya kuheshimu ukweli wa maisha, ukweli ambao mara nyingi tunaukimbia. Marafiki wanaweza kukusaliti sio kwa sababu ni wabaya, bali kwa sababu wanahisi unaenda mbali kuliko wao. Wanahisi umeanza kuwa simulizi kubwa ambayo wao sio sehemu yake. Wanahisi wanapoteza nafasi kwenye maisha yako. Na ego ya binadamu inapoguswa huweza kugeuka kitu cha hatari kuliko risasi. Kuna kijana anaitwa Steven. Steven alikuwa mtu wa vizibo, yule mtu kila mmoja alimwamini. Alikuwa anakaa na marafiki zake, anashiriki kila wazo, kila mpango, kila siri, kila ndoto. Lakini aliposogea hatua moja mbele kwenye maisha, marafiki wake hawakuona furaha, waliiona hatari wakaona kana kwamba Steven anaacha kundi, wakaona kana kwamba Steven anaenda mbali kuliko walivyotarajia. Siku moja, mmoja wa marafiki zake ambaye walimlea pamoja, ambayo walipitia umaskini pamoja, aliwahi kusema kitu nyuma yake ambacho kilimvunja moyo: Steven akifanikiwa, sisi tunageuka kina nani? Maneno hayo yakawa mwanzo wa usaliti. Mpango wa Steven ukaanza kuvuja, wasiwasi ukaanza, hofu ikamwingia, ndoto ikatingishika. Lakini kilichomwokoa ni kile Robert Greene anaeleza: marafiki wanajenga haki ya hisia, ila adui anajenga heshima ya msimamo. Adui akikusaidia anafanya hivyo kwa sababu anaona thamani, sio kwa sababu anataka upendezi. Adui akikueleza ukweli, ni kwa sababu hana cha kupoteza. Adui akikubaliana na jambo, anafanya hivyo kwa heshima ya akili yako, siyo urafiki. Na hapo ndipo nguvu ya sheria ya pili inaingia. Marafiki wanaweza kuwa bovu kwa mafanikio yako. Adui anaweza kuiona thamani yako kuliko marafiki. Marafiki wanajiona wana haki ya kukupata. Adui hana haki hiyo. Marafiki wanataka ufanikiwe, lakini siyo zaidi yao. Adui akikusaidia, ya anajenga heshima mpya kwenye maisha yako. Hapa si kwamba unapaswa kuchukia marafiki, ni kwamba usiwaamini kiwango cha kukabidhi ushindi wako kwa mikono yao. Tambua mipaka ya imani. Tambua mipaka ya moyo. Tambua mipaka ya hisia. Ndio hii nguvu ya sheria ya pili. Sio kila anayekula nawe atakuombea ushindi. Sio kila anayekutabasamia ana furaha kwa maendeleo yako. Na sio kila anayesema niko na wewe ana uwezo wa kuhimili safari yako. Kumbuka hili vizuri. Watu wanapenda kushika mkono, lakini hawapendi kuona unapaa. Kadri unavyopanda juu, ndivyo macho yanavyobadilika. Sio kwa sababu umebadilika, bali kwa sababu nafasi yako umebadilika. Na hapa ndipo Robert Greene anatuambia ukweli wa chuma: imani nyingi kwa marafiki inaweza kukuvunja moyo imani sahili kwa adui inaweza kujenga enzi mpya kabisa kwenye maisha yako. Huu ndio mchezo wa nguvu, huu ndio mchezo wa ukweli, huu ndio mchezo ambao watu wengi wanaingia bila kujua sheria. Kama sheria hii imegusa sehemu ya moyo wako ambayo uliwahi kuumia, kama hukutegemea kuona jina la mtu uliyemwamini kwenye orodha ya wale wanaokupinga, basi bonyeza like, subscribe, comment na share. Maana sheria ya tatu itakufungua macho kuliko ulivyowahi kutarajia. Acha comment hapa chini. Ulishawahi kuamini mtu kupita kiasi na kukalipia gharama yake?